Safi kwanza. Habari yako? Salama mara, mara. Eh, nimekuja hapa nimepokelewa tu na ndugu yangu, nimekuja hapa nimepokelewa tu na ndugu yangu. Naam, actually nini kwangu mimi nimesikitishwa kwanza na maamuzi ya bodi ya ligi kuahirisha hii mechi, kwa sababu kulikuwa hamna haja haya yote kutokea kitu bado ni kidogo, tunasema it's an issue, but kikubwa kinakuwa crisis. Crisis now it is a crisis kwa sababu haijatokea kwa mara moja. It happened in Mwanza there, Simba tuliona Arusha there, tuliona yani against Simba na we saw Yanga against JKT, umeona? So it's a crisis but nothing nothing was was taken maybe nothing, they didn't make the good decision on that tunaona kabisa against against Yanga, nothing they did nao. Wametuambia kwamba mechi imeahirishwa, hatujui this majority, a number of majorities they have spent their money. Mbona watu wametumia nauli zao kuja mpaka hapa hivi, nafikia hatua wanamwambia mtu kwamba tunza tiketi utaingia, kwenye tutapanga tarehe utakuja nayo. Imagine nimetoka kutoka Mara kuja hapa hivi hapa hivi sawa, ni shilingi elfu tisini nauli hapo, sawa elfu tisini nauli bila kula, haujala njiani tiketi, au unaambiwa kwamba mechi inahairishwa. Umeona? Inahairishwa, itachezwa siku nyingine. Kwa itabidi mimi niondoke hapa, nirudi nyumbani, nikishafika nyumbani nijipange tena, nije siku kwa gharama mara mbili. Je, ikitokea leo Simba kasema hachezi mechi, imekataliwa, si ndio? So they have to think. They have to sit and think beyond the thing. Yanga alicheza mechi na USM na hapa siku yes, yake kesho yake Simba cheze mechi na Constantine. Constantine wakupata nafasi ya kufanya mazoezi uwanja huu, lakini kesho yake akaja, wakacheza mpira. Umeona? Simba wao wenyewe walizuiliwa, wanza wasinja kufanya mazoezi, lakini kesho yake wakapeleka timu uwanjani, wakacheza wakatoa sare. Why today Yanga against Simba Simba wanasema kwamba hatutaki kucheza mechi and the TFF, they are coming up easily easily easily simply they are saying kwamba today there is no match, we will decide another day. Why how can you tell me anything, is this right? if it's not right, they have to think. and inatakiwa kwamba wakae, kama hizi kanuni zinatoka zitoke kwa watu wote, sheria zifuatwe mona, kwa sababu wanavunja vunja kanuni Ndugu mwandishi, kiukweli kuhusu Yanga kugomea mashabiki wa Simba au no, timu ya Simba isiingie uwanjani kufanya mazoezi, actually kisheria, kisheria kwa mimi ninavyojua kuhusu mpira, kama Simba walifika uwanjani, muda uliokuwa mpango wao kuja kufanya mazoezi ulikuwa umepita Yango walikuwa wana haki ya kufanya vile, kwa sababu si ndio? Na pia kwa taarifa ya iliyotoka leo, wanasema kwamba Simbo wametoka kwao Bunju kuja hapa kufanya mazoezi, hawajatoa taarifa kwa mtu yoyote, hawajatoatarifu kwa, kwa meneja wa uwanja no, i kwaurugenzi nani, taarifa hizo hawajatoa, imeandikwa mpaka voice note hapo kwenye simu yangu, wamesema sasa kama ni hivyo, hawajatoa taarifa. Yaani, wewe unakuja nyumbani kwangu, hawajanipatia taarifa, unakuja tu kwangu unataka nikupokee, sio kweli. Kama, kama Yanga Simba jana walikuja on time na Yanga wakazuia Simba kufanya mazoezi, inabidi kama ni adhabu wapewe adhabu stahiki, umeona na kama ni Simba wao wenyewe wamegomea gome, mechi na wenyewe wafanye wapewe adhabu stahiki, unaonaga timu zinatolewa pointi tatu pamoja na magoli matatu. Yoyote yule kati ya hawa wawili ambaye amefanya kosa apewe adhabu, awe Simba awe Yanga, regardless ni nani, apewe adhabu, kwa sababu tukianza kuwalea Simba Yanga, Simba Yanga, Simba Yanga vipi? Na akisema na mimi nakuwa sichezi mechi, itakuwa ni mazoea. But it's a small issue, but kadri tunazidi kukifanya hichi kitu, kinakuwa a great crisis, tutashindwa kumanage. Eh, kwa lazima tuwe na mpangilio on how we are going to manage our league. Timu tunaemaaa Tanzania, ligi yetu iko nafasi ya nne sindio? Nafasi ya nne kwa kipi? Kwa ukuuzi huu, mimi naniuma kwa sababu mjomba wangu yuko pale anaumia, katumia pesa nyingi kuja hapa, umeona tu, namwambia hakuna mechi. Mambo gani hayo bwana, oh.